Kiukweli ni, ni swala, ni swala muhimu sana eh, unajua, ili uone matokeo lazima kuwe kuna, eh, kuna, kuna, kuna, kuna pichi nzuri kwa maana kuna uwanja mzuri. Ni kweli kwamba sisi kama wanatunduma tangu tukiwa wadogo tumekuwa tukitumia uwanja huu kama unavyouona, lakini nimemweleza mwenyekiti kwamba mwenyekiti, pamoja na mambo yote, tunapaswa kutafuta nguvu za wadau, tunapaswa kushirikisha serikali, lakini nitoe rai kwamba viongozi wetu, nadhani sijui kama wanalipuuzia hili, lakini nitoe rai kwa viongozi na wadau na viongozi wa shirikisho mpira kuona kuna, kuna tija ya kuweza kutengeneza viwanja vyetu vya mpira ili sasa tuweze kucheza kwenye ligi tuweze kucheza ligi kwenye viwanja ambavyo vina ubora kidogo. Kwanza kuna watu labda kuna vijana wetu labda wanaona uvivu au wanaogopa kushiriki kwenye, kwenye, kwenye ligi hizi, kwa sababu wanaona wanaweza wakapata madhara ya kiafya kama kuumia. Kwa hiyo kuna madhara makubwa, kwa sababu e, inasababisha mwamko mdogo wa, wa vijana wetu kushiriki kwenye kwenye michezo. Kabla sijaenda kwa watunga sera, labda nianze na vijana na, na, na viongozi wetu wa wa, wa, wa jimbo hili la Songwe kwamba ni muda sasa wa kuanza kutumia njia binafsi. Unajua e, sio kila kitu inaweza kufanya serikali, kwa sababu kama sera hizi hizi tulizo nazo Momba ndo hizi hizi zinazotumika Dar es Salaam, kwa nini watu wa Dar es Salaam wanafanikiwa, watu wa Momba hawafanikiwi? Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba e, kama wadau wa michezo hapa Momba tunalo jukumu la kuhakikisha kwamba michezo ya jimbo letu la Momba inakuwa na kustahimili kwa ajili ya kuleta fursa zaidi kwa vijana wetu, kwa hiyo kwa sababu michezo inatuunganisha watu wote. Uh, na michezo imekuwa ni, ni sehemu ya kuwaleta watu kutoka sehemu mbalimbali, kutoka vyama tofauti tofauti, kutoka uh, umri mbalimbali uh, mbali. Nikaona ni vema kutuma ujumbe kwa wanatunduma wenzangu kwa sababu kwa miaka hii kumi sisi wanatunduma tumeshuhudia mambo mengi sana kwenye, kwenye jimbo letu hapa watu wameuana, watu wameumizana, wame e, kuna baadhi wamefungwa jela, kuna baadhi wamekimbia mji, yote ni kwa sababu ya uchaguzi. Kwa hiyo kama kijana wa Tunduma, kama mtoto wa Tunduma, nikaona hapana, nitumie nafasi hii kuanzisha ligi hii, na namshukuru sana viongozi wa shirikisho la mpira e, wilaya yetu ya Momba kwa kuniunga mkono na kukubali wazo hili kwamba kutumia hii ligi hii tuhamasishe vijana kwamba hatupaswi kuuana kwa sababu ya masuala ya uchaguzi Hatupasi kugombana kwa sababu ya swala na uchaguzi. Kama ambavyo mimi niko CCM, wewe uko Chadema, wewe uko AST, ndio hivyo hivyo ambavyo wewe uko Yanga mimi niko Simba, lakini hatuumizane. Kwa hiyo, kwa nini tuumizane tu kwenye chaguzi tu? Kwa hiyo, tuweze kuheshimiana kama ambavyo tunaheshimiana tuweze ku, eh, kukubaliana eh, kama ambavyo tunakubaliana sasa hivi. Wewe ni Mdali, mimi ni Mnyia, wewe ni Mnyakyusa, wewe ni Muislam mimi ni Mkristo, lakini tunaishi kwa amani. Kwa majina, naitwa Godfrey Mwabudili ni mchezaji wa timu ya ma kwa kweli tunashukuru sana viongozi kwa kuanzisha haya mashindano, ingawa kuna changamoto tunazipitia. Changamoto mojawapo kubwa sana ni changamoto ya mazingira, especially kwenye swala la viwanja. Kama mnavyoona viwanja vyetu sio rafiki sana kwa afya zetu, kwa sababu tunacheza kwenye viwanja ambavyo havina nyasi, viwanja vina vipara kwao kidogo. Hii inasababisha baadhi ya wachezaji wanashindwa kuendelea na mashindano kwa sababu wanapata majeraha ya muda mfupi, wengine pia wanapata majeraha ya moja kwa moja. Lakini nikipenda kuzungumzia mashindano, mashindano kiukweli ni mazuri, mashindano yanavutia. Timu zote zimejipanga, timu zote zinafanya vizuri. Mpaka sasa hivi tumefika fainali kama tunavyoona. Fainali ni nzuri, inaendelea vizuri. E, tunapenda kuwashukuru sana viongozi kwa kuandaa mashindano. Tunaomba pia baada e, ya mashindano yaendelee, mashindano mengine yaanzishwe, mashindano mengine kwa sababu kwanza, anatusaidia sisi kama vijana tunakuwa tunaepukana na mambo mbalimbali, kama vile tunaepukana na ulevi, kama vile tunaepukana na ukabaji, kwa sababu tunakuwa ni watu wa mazoezi. Pia mashindano haya yanatusaidia watu, tunaimarisha afya zetu. Lakini pia mashindano haya mashindano yanatusaidia, tunaweza kujuana, kwa sababu watu wanatoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuja kucheza haya mashindano. Kwa hiyo anatengeneza urafiki, anatengeneza umoja, pia anatengeneza amani. Asanteni sana. Kama nilivyozungumza ni hapo awali kwamba mazingira yanatuathiri kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wanapata majeraha ya muda mfupi, lakini pia kuna baadhi ya wachezaji wanapata majeraha kwa ya muda mrefu yanayosababisha waachane kabisa na swala la mpira. Kama tunavyojua mpira ni mchezo wa ajira, si ndio? Hivyo kuna watu, watu wanaajiriwa kupitia mpira. Mpira ni mchezo ambao unawapa watu kipato. Kwa hiyo mtu akipata matatizo yoyote yanayotokana na viwanja vyetu, akipata majeraha, pengine ameteguka mkono, pengine ameteguka mguu, aweze akaendelea tena kucheza mpira. Kwa hiyo ndoto zake pia zinakuwa zimefifia kwa namna hiyo. Kwa majina kwa anaitwa Godfrey Mwabulili ni mchezaji wa Majobles.